Na nielewa watumishi wa Mungu eh. Noma hata kuna evidence gani ambazo inambana huyo mtu kuhusiana kitu fulani. Kama haujaliona kwa kinywa kwa, kwa macho yako kwa mwenyewe, usishuhudie. Kwa nini naambia hivi watumishi wa Mungu? Naambia hivi, naambia hivi kwa sababu piga picha pamoja na mimi hapa. Katika kile kipindi cha kina Yusufu. Yusufu, anasema kwamba amembaka mke wa Pilato. Amembaka mke wake. Na yule mke wake sio tu kama anasema amembaka a uh a -huh. ile shati ya Yusufu ambayo alikuwa yuko nayo kule anafanyia houseboy, kile kipande cha ile shati mwanamke anacho. Ungekuwa wewe leo ungeamini, usingeamini? a unge a uh -huh. Watumishi wa Mungu, sio kwa sababu ni Yusufu ameandika kwenye Biblia. Ungekuwa ni wewe leo, ungeamini kwamba Yusufu amebaka, usingeamini kwamba amebaka? Kwa nini ungeamini? Kipande cha shati? si kwa sababu ya kipande cha shati, huyu mtu alikuwa na ushuhuda kabisa kwamba huyu mtu amefanya hichi kitu, lakini alifanya kweli alifanya kweli? Nauliza, kwa mtu yote, wana Mungu, usiwe ni mtu wa kushuhudia kukimbilia vitu eti kwa sababu umeona hivi unasema kwamba fulani alifanya hivi. Achana na hiyo tabia. Amen, utajizorea dhambi usizozijua. Amen. Mitandao siku hizi iko na vitu vingi, teknolojia imekuwa ya juu sana. Ndio, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama ni kweli huyo mtu nahisi amefanya hivyo unavyofikiri kwamba yeye amefanya kwa sababu kumsema kwako comment kwako matusi hakutakusaidia na sasa hivi tunavyoenda, watumishi wa Mungu, shetani anajaribu kila njia kuwafanya watu waweze kusalia manyumbani. Naomba nisikize kwa makini sana, shetani anafanya kila njia usiweze kumwamini mtumishi yoyote, uende ukasalia wapi? Nyumbani. Na Biblia inasema hivi usiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Kuna nguvu kubwa sana katika kukusanyika physically kuliko kukusanyika online. Na ni, na ni leo nyotumisho Mungu hapa. Amen. Kuna nguvu kubwa sana katika kukusanyika moja kwa moja. Kwa hiyo anachokifanya sasa hivi, Shetani anataka ufanye kwamba usimwamini, usiamini Mungu. Uamini kwamba mimi naweza nikasoma Biblia nikakaa ndani na nikashiba kiroho, hauwezi ukakua. Amen. Amen. Kuna wanafunzi ambao anaweza kaelewa kwa kusoma kitabu peke yake bila kuwa mwalimu. Hapana. Kuna wanafunzi anaweza kaelewa. Hapana. Kwa hiyo kuwa makini sana mtumishi wa Mungu. Kinachowindwa sio yule aliyeanguka, yule tayari kashaanguka, ama alifanya vile alifanya kweli, ameshaanguka tayari. Kinachowindwa ni imani yako. Na ndio maana kuna watumishi wengine wa Mungu wanapigwa vita hata kama ameshakufa tayari, mtu amekufa lakini anapiga vita legacy yake. Waebrania kumi mstari wa tano inasemaje? Wala tusiache kukusanyika pamoja, wala tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine. Nisikilize, Biblia inasema kwamba tusiache kukusanyika kwa pamoja. Amina. Biblia inasema kwamba chuma kinanoa chuma. Chuma hiki kitanoaje? Chuma kati kimoja kiko nyumbani, kingine kiko anisani haiwezekani. Amen. Unanielewa mtumishi wa Mungu? Amen. Narudia tena, kinachowindwa sio yule. Kama alifanya kweli, amefanya kweli. Kinachowindwa, yule ameshaanguka tayari. Kinachowindwa ni wewe ambaye hujaanguka. Amen. Anayewindwa ni wewe, sio yule. Yule tayari ni shetani. Ni kweli amefanya vile, amefanya vile, achana naye. Wewe unabaki na hali gani? Matukio yanayoendelea mitandaoni yasikuchanganywe kama mtumishi wa Mungu. Amen. Upepo unaoendelea mtandaoni Usikuchanganye wewe kama mtumishi wa Mungu. Amen. Ninaongea sijui na watu, ninamalizia kusema hivi nishamaliza. Ninamalizia kusema hivi. Upepo unaoendelea mtandaoni. Usikuchanganye wewe ukakosa imani. Amen. Wanasema fulani amefanya hivyo, ni kweli kafanya, tumuombee. Kumsema hakuwezi kutusaidia kitu chochote. Kumsema hakujengi. Amen. Kumsema kunabomoa. Yule amefanya ila watu wanamsema kwa sababu anaonekana imefanya nini, imeonekana. Lakini uende hata wewe, Mungu akichungulia maisha yako, akiaweka hadharani, ni bora hata yule wewe, usikukaa hapa, hatuwezi kukaa hapa. Na ndio maana Yesu akamwambia kwamba kama kuna mtu hajawahi tena dhambi na yeye akaanza kumpiga mama huyu pale. Kulikuwa na Mafarisayo, kulikuwa na Masadukayo, kulikuwa na waandishi, kulikuwa na, kulikuwa na, Biblia inasema kwamba Yesu akaanza kuchora chini. Alipoinuka akasema kwamba wako wapi waliokuwa wamekushitaki? Ina maana wote walikuwa na nini? Ni wakosaji mbele za Bwana. Lakini Yesu alimwambia yule, alimwambia yule mtu akamwambia hivi, nimekusamehe mwanangu, usitende dhambi tena. Hakuaddress ile swala public, aliaddress ile swala binafsi private. Alikuwa anajua ni kweli huyu mtu kakosea, lakini hataki kuaddress hapa. Wao nafikiri wale wale watu wamekuja hapa wanasema kwamba je, sheria ya Musa imeandikaje? Angeambia kwamba ni kweli kazini huyu, wangemwacha yule mdada pale. Sio angempigia, amuue. Kuna vitu vingine natakiwa tu address publicly, na kuna vitu natakiwa tu address privately. Biblia ndio maana nasema kwamba mtu akna akionekana amekosea, mlejezeni kwa upendo, kwa utaratibu. Kuna mtu mwingine akishaona mtu fulani amedondoka, labda katoa mimba. Huyo dada anakuja kumwambia kwamba yeye umetoa mimba, awe ndo motoni. Hakuna cha mbinguni hapo. Sasa hiyo namsaidia mtu au nazidi kumpoteza mtu. Unamsaidia mtu, anazidi kumpoteza mtu. Anazidi kumpoteza mtu. Tuangalie namna ambayo tunawa address watu. Tunavyo address wapendwa wanapokuwa wamekosea. Mpendwa amekosea, tumuombe. Ni kweli kafanya vile kakosea, sitetei uovu hapa. Mnanielewa tumishi wa Mungu. Lakini kuna namna ambayo unaweza kaongea na mtu ikamsaidia na isimfanye apotee zaidi. Kuna busara ambayo unaweza kutumia, wewe, kama wewe, kama mtu uliyeokoka, wewe kama mtu unayemjua Mungu inaweza ikamsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninataka niseme ya kwamba watu wanakosea katika maeneo mengi sana. Kama kuna mtu huko mahali hapa siku ya leo, unajiona kwamba haujampokea Yesu kwa bwana na mwokozi wa maisha yako, haumjui Mungu, ninataka niombe na wewe ama, kama unaona kuna kipindi ulikuwa uko vizuri na Mungu lakini imetokea hapa katikati umeweza kujikwaa, umeweza umeanguka kwenye dhambi.